lakini wanahisa CRDB si kugawana gawio shilingi bilioni 170. Na habari kubwa ni chanzo cha maafa mgodini, chanzo cha maafa mgodini. Janga la bandari bubu linavyong'ata na kupuliza. Lakini Zito Kabwe, nitausema ukweli wote kortini. Profesa Janavi alivyoshinda kwa kishindo. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la mwananchi ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Ikicha na gazeti la Mwananchi, tuangazie kwenye gazeti lako la Nipashe mwanga wa Jamii. Linaanza na habari kubwa nasema, Jacob Mboye anasingiziwa, lakini nyuki wavamia makazi wa jeruhi watu wanne. Amos Makala ajibu mapigo ya Chadema, mambo saba yaliyombeba ya Janabi WHO sura mpya kesi ya tundulisu mahakamani leo, hatari ya kuwa na mali za siri maisha baada ya kifo. Hatari ya kuwa na mali za siri, hiyo ni habari kwenye gazeti lako Nipashe mwanga wa jamii kwa asubuhi ya leo. Lakini kwenye gazeti lako la machinga sauti ya wa wanyonge linaandika Profesa Janabi Kidedea wa bosi WHO, lakini serikali kuja na mpango wa uzaji sarafu za dhahabu. NMB Foundation ya wanoa wakulima zao la kikao ya eh, shikiela, serikali ya pongeza, lakini zito watangaza mapambano na seti mahakamani. Kamishna tarehe ya baina mazito viwandani kamishna taya raia baini mazito viwandani, inabaki kwenye gazeti lako la Machinga. Lakini gazeti lako la Uhuru linandika Janabi abeba mikoba WHO, marubaini uhalifu wa mitandaoni waja, lakini rais Mwinyi atabiri ushindi mkubwa wa CCM, inabaki kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele. Lakini kwenye Tanzania Leo gazeti lako linaandika maono ya Dr. Samia yaanza kutimia veta, lakini watu sita wafariki wakifukiwa na kifusi mgodini Shinyanga. China ya yakoshwa na Dkt. Samia yatoa msaada wa bilioni mia moja themanini na tano Tanzania leo mbele, lakini ukurasa wa mbele Prof. Janabi ya shinda kwa kishindo WHO. Mafunzo ya mfumo wa DFM yatolewa kwa wadau wa Tanzania, waaswa kuchagua viongozi waadilifu na wazalendo, lakini sisi tunahimiza ya amani mazishi ya Padi Nkwera. TAMISEMI ya tamisa yatakiwa kudhibiti wanachama wake. Umeme wa jua kupunguza gharama za uzalishaji migodini. Habari kwenye gazeti lako la majira. Lakini habari leo gazeti lako linaandika watalii eh, zaidi ya laki tano waja Tanzania miezi mitatu na WHO aibuka eh, kishindo. Lakini Majaliwa, tumedhamiria eh, tumedhamiria miradi ya maendeleo lakini serikali yatangaza ajira 694 walimu wa kujitolea, hiyo nambari kwenye gazeti lako majira, sambele, yako, tarifa, la majira ukurasa wa mbele, pata nakala yako 1.53. Lakini Dr. Samia aboresha taarifa daftari la kura cha mwino kuzuia. Lakini tukiachana gazeti lako Janabi, la Ashinda, machinga Ashindo, tuangazie sasa yo kwenye kurasa za mchezo na burudani, kunaanza na gazeti lako la Machinga naandika mashabiki Yanga watu wa Tanga kibabe magari wa kibao, lakini Simba kama ilivyosikia Moroko, Simba tibu kama mlivyosikia Moroko arasi Tanga karibuni Mkwakwani, Mtibwa yatoa mfungaji bora championship, Mtibwa ayetoa mfungaji bora championship. Lakini kwenye gazeti lako gazeti la Mzalendo linaandika Majaliwa, sanaa ina mchango mkubwa katika kukuza uchumi. Na waziri mkuu Kasim Majaliwa sema sanaa ina mchango mkubwa katika kukuza uchumi. Yanga JKT Yanga kazi ipo leo, Yanga JKT kazi ipo kundi. Leo makala amtaja rais Samia katika michezo ni habari kwenye gazeti kula ya Mzalendo ukurasa wa mbele lakini kwenye gazeti lako la Zanzibar leo inaandika Yanga, finali shikiso, mjesele, yanga amalia, Tanzania nusu fainali ya kibabe ya Yanga JKT Tanzania kune, nusu fainali ya kibabe lakini kocha Azam Mduma apata dawa Mduma, ya Mduma, Mduma, kocha Azam Mduma, Mduma, Mduma, apata dawa Mduma, ya, ya ushindi na Inter Zanzibar yaiharibia kipanga na habari kwenye gazeti lako la Zanzibar leo, ukurasa wa michezo patenakale yako kwa habari wakina kwenye gazeti la Habari leo linaandika Yanga JKT, nani kufuzu fainali? Lakini Rais Samia wili usengo wapewa tuzo Kenya